Eh, hey, kitu cha ninakuonesha leo mwanangu. Ndia. Nataka hii dawa ishike vizuri. Wewe ndio utakuwa kwa miguu yangu, wewe ndio utakuwa kila kitu. Leo nipo kesho sipo. Hii dawa unavyoiona itazame vizuri. Na ulishawahi kuiona ukiwa unatembea tembea huko. Nikiwa sipo, huko ukapata mtu anahangaika, analia, anasema mume wangu. Mume wangu ananipiga, ana tabia ya ugomvi, ana tabia ya kugombana. Kila wakati ni magomvi, hakuna siku yenye tunaelewana. Mpe hii dawa. Unaifanyaje? Unanitolea haya majani, unanielewa vizuri. Wanaenda wanayapika. Ukimaliza kuyapika, maji yake unamwekea kwa chakula au kwa chai, lakini sio kwa pombe au sio mboga za samaki no. Chai ya kawaida. Basi mpe akunywe. Akiwa anakunywa, taja majina yake na utaje yako useme nataka utulie, tangia leo sitaki kugombana tena, sitaki kusikia tunagombana. Hapo utakuwa umemaliza. hatarudi kukuwekea kelele. Mkaeni salama.